Mpate hilo pendekezo ili muone namna nzuri ambayo italisaidia e, taifa itasaidia wananchi wetu wa Kigamboni bila kuathiri mpango kazi wa wenzetu wa kutoka sekta binafsi. Mheshimiwa Waziri, ni dhahiri kama ambavyo umesema, na mimi nikupongeze sana kwamba ulivyoapishwa tu, ziara zako za mwanzoni ulikuja kujionea hali ya ufanyaji kazi wa kivuko hapo, nikupongeze sana, umefanya vizuri na nipongeze hatua ambazo umeshazichukua. Ni hatua nzuri, pamekwepo na matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha, na pengine ndio maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika haribika kwa kudaiwa milioni mia nane mia nane kivuko kimekwama tunadaiwa milioni mia nane lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha watumishi wa TEMESA wamekuapua bilioni mbili nukuta tano. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi bilioni mbili 259 deni hili kivuko wakifanya kazi, milioni mia nane tumekosa milioni mia nane, alafu tulio wapa dhamana wamekuwapua bilioni mbili nukta tano. Haya ndiyo mambo yanayosababisha huduma iwe mbovu wananchi wetu tunaotoza nauli kubwa, alafu hawa wamegawana bilioni mbili nukta tano. Na mheshimiwa waziri, uchukue hatua kubwa zaidi, tafuta mtu hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua ukichukua interval, ukichukua muda vinavyoharibika haribika na hayo matengenezo, nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa ya kiwango gani? na kwa watu wenye tabia uka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi, ili ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia, tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayoudhi. Na kwa kuwa mlichotengeneza timu ya wataalamu, tena wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika, mjumbe kutoka ofisi ya rais, mjumbe kutoka ofisi ya waziri mkuu, mjumbe kutoka wizara ya fedha, mjumbe kutoka wizara ya ujenzi mjumbe kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu, mjumbe kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mjumbe kutoka usalama wa serikali, mjumbe kutoka TAKUKURU, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, kitengo cha kutakatisha fedha na mamlaka ya serikali mtandao, hawa ndiyo waliokagua wakakuta, hawa wamekuapua bilioni mbili nukta tano. Sasa kwa hatua hii nataka tuchunguze kipi kingine hapo hapa tuchunguze kipi kingine hapo. TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo wa usalama na udhibiti alikuepo, wa CAG alikuepo. Hapa tuchunguze kipi? Hii hii ya, hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inaowapa kiburi wezi, wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamate wapeleke mahakamani. Mheshimiwa Waziri, waziri wanakuangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja, na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda, mheshimiwa waziri, nikupongeze sana una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza wote, timu ya kuchunguza imechunguza, wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma kutokuwa na huruma na Watanzania. Kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe, wa na njia ya kuwarekebisha hawa. Watanzania hawa wanaolipa nauli hapo Wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua, ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda kuku, kuuza samaki pale, anakaa siku nzima anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia, anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa. Eneni hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi, wanakaa wanagawana bilioni mbili nukta tano. Kivuko kipya ni shilingi ngapi? So, kama hichi cha kwetu cha watu mia mbili hamsini unaweza ukakipata kwa dola naamini bilioni dola amini, amini takriban kama ni dola laki mbili laki na nusu hivi, unakipata kimoja. Dola laki mbili na nusu? Naam, unamaanisha dola laki mbili na nusu? Inategemea na size, mheshimiwa waziri, lakini kama vidogo hivi vya 250 haifiki hapo, kwa sababu vivuko vyote hivi vinane vime si kama bilioni 4 na kidogo hivi, ni kama bilioni 4 Hawa wamegawana vivuko, hawa wamegawana vivuko viwili, na hapo ujichunguze ujakamilika, labda vinge, labda ingefika bilioni nne. Hiyo hiyo wamegawana vivuko wao wenyewe peke yao, wameiba nauli na vivuko. Haya ndiyo mambo ambayo rais yanamuudhi, na haya ndiyo mambo ambayo ameelekeza lazima tuyakomeshe ndani ya serikali. Na njia ya kuwakomesha watumishi wote wanaobainika na inathibitika kwamba wamefanya vitu vya aina hiyo, wala wasihamishwe wala wasisimamishwe kazi, wafukuzwe na wafikishwe mahakamani. Tanzania hatuna uhaba wa vijana wa kuweza kufanya kazi kwa uadilifu. Na taasisi zinazohusika wanajua taratibu za kufanya, taratibu hizi zinaweza kufunga kufanya hiyo kazi. Wale wanaosababisha hasara kwa serikali, lazima hiyo hasara na yenyewe fedha hiyo irudi serikalini. Jambo la mwisho niwanaelekea kumalizia, Mheshimiwa Waziri, tumeona wenzetu wa sekta binafsi ambavyo, ambavyo wameweza kuwa mbadala, wametoa suluhisho mbadala la kupunguza tatizo hili. Ulinielezea vizuri kwamba mko kwenye hatua ya kuwaruhusu wameleta maombi mengine ya kutaka kuongeza vivuko vingine vikiwemo vivuko vya abiria na vivuko vya magari. Waruhusuni haraka, wapeni ruhusa hiyo haraka, waendelee kutengeneza hivyo vivuko. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.